sana. Hallelujah. Lakini baada ya hayo sasa naomba niseme na wewe. Sasa, hizo zilikuwa ni ishara, lakini sifa mtu ambaye sasa ana mambo hayo, ana amani tayari, ana furaha tayari, eh huyu mtu ambaye ana ujasiri mwingi, huyu mtu ambaye anafanikiwa sana na mengine mengi. Lakini ni mtu wa namna gani? Maisha yake ni ya namna gani? Sifa za mtakatifu, hebu shema mbele. Sifa za mtakatifu wote, mwana tu uhitaji kuambiwa na mtu, hata huu tu unaweza kujua aina fulani kwa kweli anaishi maisha ya utakatifu Nitakufufisa sifa zake, sifa za mtakatifu. Basi, amina za utakatifu tutazikuta tutazi, tutazi kutoka katika kitabu cha Wakolosai sura ya tatu mstari wa kumi na mbili na kuendelea. Wakolosai sura ya tatu wa mstari wa kumi na mbili na kuendelea. Maandiko yanasema hivi kwa kwa kuwa basi, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu. Kwa kwa kuwa tayari sasa umekuwa mtakatifu, sema amen. Kwa kuwa umekuwa mteule namto umekuwa mtakatifu sasa. Kwa kuwa umekuwa mteule wa Mungu, yaani hapo sasa umependwa na Mungu, umekuwa mtakatifu, umethibitishwa, Mungu anatarajia kuona yafuatayo. Hebu sema amen. Yafuatayo lazima yaonekane kwako. Anasema ni atakaye atakawa, kisha kuwa na juhudi katika kutenda mema. Huyu aliye mtakatifu, tutaona moyo wa rehema, sio moyo wa kutunza mtu, sio mtu wa kutunza watu, sio mtu wa kuwa na chuki. Moyo wa rehema, wenye wenye kuachilia, wenye kusamehe sana, kuachi sifa za watakatifu, ana moyo wa rehema, moyo wa kuachilia. Jua halisi jua halisi, angali ana hasira moyoni mwake. Alinifanyia hivi, alitendea na hivi, kasoro nyingi, kasoro nyingi. Tunaendelea anasema, jivikeni moyo wa rehema, utu wema. Sifa nyingine huyu mtu aliye mtakatifu aliyeitwa mteule apendwaye ana utu wema. Utu wema, maana yake ndani ya moyo wake huwaza tu kuwatendea wengine Hashindani na ubaya, hashindu na ubaya wowote, bali hushinda ubaya kwa wema. Mawazo yake wote ni kuwatendea watu mema, amejawa wema mwanenye

Mwenye kuiangamiza nafsi yake atafanyaje? Na mwenye kuiokoa atafanyaje? Maana kama unajiwazia tu mema, wewe, mema, wewe, ndipo unakosa mema. Unapowaazia watu wengine mema ndipo unapata na wewe nini? Mema. Utu wema, sema mema. Utu wema, sifa za mtakatifu. Mtu mwenye moyo wa utu wema. Alafu sifa ya tatu ni mnyenyekevu. Sema mnyenyekevu. Hatumii muda mwingi, yani uwezo katumia muda mwingi, huyu mtu aliye mnyenyekevu, kumwonya kufanya, hutumii muda mwingi. Sema me. Kuna watu kikao kinakaa leo cha kuzurisha, kinalala, yani kimeshindikana, kesho anamkia tena. Alafu ameokoka huyu mtu kesho tena wanaamkia, wanaitisha tena kikao tena kwa upya, kinajadiliwa kinajadiliwa, jua linazama, tena kesho. Ujue huyu mtu hakuna wema ndani yake. Sema amen. Hakuna unyenyekevu ndani. Mnyenyekevu ni yule anatetemeka, anaposikia nini? Neno la Mungu, anapoona watumishi wa mungu wanakuja, anatetemeka, anaogopa. Bwana Yesu asifiwe.

Sema ni mpole. Sema ni mpole. Jamani sikiliza, Wakolosai tatu kumi na mbili na kuendelea anasema hivi. na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja; tena iweni watu wa shukurani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za Roho, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu, na kila mfanyaro

kujipima utakatifu wa siku, wa siku soma uo msaya, alafu unaposoma unaanza kupitia moja moja. Leo nimeonyesha utu wema, leo nimeonyesha unyenyekevu, leo nimekuwa mpole, leo nimekuwa, unajipitia unajipitia, ukiona kuna dosari, unarudi msalabani, sema mina, nasema nioge, nitakaswe, nisafishwe, ni kwa maana nimechofua vazi langu la utakatifu, sema mina, kwa jina la Yesu ya hai

sura ya tano mstari wa saba na wanane anasema hivi: kwa hiyo ndugu sana, kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya, ya, ya thamani huvumilia kwa ajili yake hata atakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Mstari wa nane, nani vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Mtakatifu lazima awe mvumilivu, sio mtu wa kukatakata tamaa, sio mtu wa kutoka ovyo ovyo, sio mtu wa kuvunjika bando haraka haraka, ni mvumilivu nyakati zote. Sema mee maana tajua lime waka, anavumilia, kavua kananyesha, anavumilia. Anatolea mfano wa mkulima namna anavyovumilia, kwanzia mvua ya kwanza, mvua ya pili, anapanda, anavumilia, yanaota, anapalilia, anavumilia, mpaka mvua ya mwisho. Sema amina. Hakuna takaelifu ufalme wa mbinguni asipokuwa na uvumilivu ndani yake, ndio maana tutapita katika mambo mengi tunakuta so, katika mambo ya kukatisha tam, tamaa nini vijana na nini kwa kuwa shetani atakuwa akijifariji kwamba nikipita, nikiwapitisha kwa, katika hili katika mazingira haya katika hali hii, katika, katika, katika ugumu huu, labda watavunjika moyo, labda watarudi nyuma, labda watakata tamaa, labda watakuendelea mbele. Lakini atakapoona uvumilivu ule, uvumilivu wetu ndio uthibitisho wetu mbele za bora. Maandiko anasema ni kwa kuvumilia kufala na Mungu ambaye sheduo tayari, utakavumilia katika mitengo na ya vitu mbalimbali nilioweka hapa katikati utafikia hapo. Hebu sema amina kwa jina la Yesu Kristo, amen, haleluya. unasema na ushindi sema Amen. haiikuwa yetu ni the petals of the victory, tumeangwa mitokea, nikasikia hili jina, sema Amen. Kuna kitu kilitokea wakati zile, nakumbuka nikasikia ufuni kwamba kuna upepo unaendelea dhidi ya kanisa, sio salama. Kuna upepo unaendelea, sio salama nakumbuka ilikuwa alikuwa ni siku ya Ijumaa, tumetoka kwenye ibada hapa, nikapata taarifa kutoka kwa mjumbe mmoja akaniambia, zile taarifa zikanishitua sana, nikawaza imekuaje? Mbona mimi ni mwenyeji wa huyo mtu inakuaje? huyu mtu ameingia bila taarifa, kuna jambo jema juu ya huyo mtu. Nikasema ngoja nikajidilishe, nikaondoka, nikakutana katika mazingira yale na yule mtu, nikamsalimia kabisa ananiambia nitakuja akijalia kesho. Nikawaza, kumbe huyu sio mgeni wangu, na kama sio mgeni wangu ni mgeni wa nani? Nikawa najiuliza maswali. Jioni nikaambiwa nenda madhabahuni pa Bwana, sema amen. Nikaingia mbele za Mungu nikiwa naomba, hapa naomba naomba, niko peke yangu usiku huu, naomba naomba, nikasikia sauti ikisema: sikiliza mtu wangu, ninapotaka kumtukuza mtu wangu, kuna jambo la ruhusu ili nipate kutukuzwa. Hebu sema amina kwa jina ikitugara kutua moyo nikabela kutua moyo nikaomba nikasema, Mungu namna yote naomba Mungu nikiwako jambo lolote ambayo itatokea Bwana inua watu wagane kwa ajili yangu, naomba kamatakuwetangu katika sentensi yoyote nayoweza kukukosea haya zake nikiwa mahali nimeenda sahau sehemu sa fulani, kwa, kwa mtumishi fulani kumwona watoto wake walikuwa wamepata shida kidogo, ndipo nikapigiwa simu, naambiwa unaitwa, kuna baraza limeandaliwa, unaitwa ukatoma ukatoma mamama ma ma ma ukaeleze ukasema hapo ukatoe ukatoe hoja uka uka ukajibu, kuna hoja ukajibu. Nakumbuka nikamchukua ndugu yangu hapa, nikasema ndugu yangu tu, nimesikia wito mahali maan fulani, twende. Hebu sema amina. Nasikiliza huku ndani, nina mali nina mali kweli kweli, huku ndani nina mali kabisa. Nikamwambia ndugu yangu twende, nikafika pale nikaona, nimeambiwa kile, kile kikao ni cha wachungaji ni cha nini cha wachungaji, lakini naona watu wengine sio wachungaji. Nikajiuliza hawa nao wana agenda gani? Nikanijia wazo nikawauliza wewe sana kule si nimesema kikao hiki ni cha uchungaji. Na hao wengine nao ni uchungaji na kina nani? Wakaangalia wakasema ah, hebu tuwatoe kwanza nje. Hebu sema mimi. Kwanza tulikuwa tumeitwa sehemu fulani, hawazi kabisa. Sio kanisa, sio mabwana yenu nje tu. Ikanijia wazo la hekima ya Mungu ndani yangu. Nikamwambia ndugu zangu, simesema hili jambo linatuhusu sisi watumishi wa Mungu. Nikasema kwa nini, kwa nini tufanye kikao hapa? Kuna watumishi wanapita watawaza, au watu wamekusanyana hapa wanafanya nini? Mnaonaje?

Umegeusha madhabahu, umeuza kanisa <laughs> umeuza kanisa. Sikiliza mimi, kutokea enzi zile, tangu nilipomjuaga Mungu sina hata mpaka wa madhehebu. Sema amen. Yani wewe ukalifunga kwamba kwa sababu kwa hawa ni wa TG hawa ni wa nini, hawa ni wa nini? Sina hata mpaka, na Mungu alinipitisha nikawa nikiongozi kaseta. Kaseta ni mkusanyiko wa makanisa mengi meni yakipetekosezilio ni kwanzia sekondari nikaenda chuo nikawa mwenyekiti wa kasheta, tangu kwenye town mpaka wilaya, nikawa kwenye tayemi. Naelewa kwa kusukua na baba isho, tulikuwa tumetembelea makanisa mengi, tj jj fpc fulugali nane mengi. Hebu sema amen. Kwa hiyo hawa ndugu yetu ndugu zetu hawa, maana kabla sisi atujawa uzima na ushindi, kuna watu walianzia. Hebu sema amen kuna watu walianzia. Sasa mimi siku moja nikapanga kuwakaribisha hao watu waje watufanyie semina hapa, wafundishe semina hapa. Sasa walipokuja wakafundisha, watu wakainuka wakasema nimeuza kanisa, yaani mkosa ni kwa nini nimewaleta, nimemleta mtu mwingine ambaye amekuja kufundisha, ambao wao wao si wa wamwamini wao si mimi, sielewi hebu sema amen. Na bahati nzuri, huyo alikuwa ndiye na ameliza kwenye huduma kwa hiyo na mimi siwezi, nisingeweza wewe, kwa sababu ile sio yaamini, kamtega baya na ulizo umeusa kanisa ngambia, sio na bahati nzuri. Huku kanisani nilikuwa sijakaa kikao chochote na kanisa, sema mimi na wala kanisa lilikuwa lijui kinachoendelea, na walikuwa wanasikia tu huruma, siruma, si hivyo, si hivyo, maneno maneno hivyo hivyo, lakini hakuna kilicho kwa kinaendelea. Nikiwa kwenye kile kikao, nikanijia wazo, nikasema mimi sipakae, ni unafiki. Maandiko yanasema watu wawili wasipopatana wasipoamiliana wawezi wakasafiri wakafika. Mimi sijui m Pale pale kwenye kikao nikasema kuanzia leo mimi sasa ninageuza kibao. Sema amina. Ninageuza nini? Kibao huko kanisani hawajui maamuzi yangu hawajui. Hawajui. Mzee wa kanisa tulishauriana. Yuko hapa alikuwa hatuna kikao kilichokaa. Ile nikasikia ndani ni moyoni mwangu nikasema, hata nikibaki peke yangu nitaanza msingi nikiwa na Yesu, tutasonga mbele. Sema amina. Na kwa jina la Yesu, nikasema yani, hata wote wangetoka, wasema tumamini tumaini na tunakaa mbali naye, vyovyote vile, lakini mimi nitaanza upya, kwa sababu mtaji wangu ni Bwana Yesu. Mtaji wangu ni nani? Ni Yesu. Sema amina. Nikasema, kwanza leo sasa, baada ya kujieleza, nikaeleza nikaona, yule ndugu amefiumu sana, hii mishipa ina, inagonga da da da, amekasirika. Aa, tukasirika yani, hivi tutafika tunakoenda? Uko tunakoenda, haiwezekana <laughs> hey, sasa kiongozi anatakiwa awe mfano, sema amina awe kifaraja ya wengine. umu, umu, umu yeah, yeah. Wakaniuliza, sasa wewe, kwa hiyo unajua, najua ni kweli kanuni ya kanisa letu hmm? Katiba inasema kama mchungaji amebadilisha mlango au dhehebu sasa vitu vyote alivyokuwa navyo vinabaki kuwa vya hilo dhehebu la awali, sema amina. Wakaniuliza hea, uko tayari nikasema, pale kanisani sina kitu chochote cha kwangu, vyote vilivyo mamule sio vya kwangu, ni vya kanisa. kwa hiyo kama kanisa likisema kwamba, bwana, sisi hatuko pamoja na wewe, vyote naviacha, naenda kuanza pengine, ila kama kanisa likisema haa, sisi tuko pamoja na wewe, ni mali yao. Sasa utawanyang'anya mali zao? utawanyang'anya mali zao wasi kwa wanyang'anya mali zao, ndio yani, ndio wametumika kwamba ni mali zao na ndio wamiliki halali. Wakasema sasa tunakuja kanisani, sasa tunakuja kanisani, ili sasa tuka tuka tukachukue watu wetu, tukachukue watu wetu na vitu vyetu. Nikasema karibu. Wakaniuliza wajumbe, mchungaji, uko tayari? Nikasema mmechelewa, mimi niko tayari hapo sasa, usiku wa jana yake, nikiwa kwenye maombi usiku, hayo ndiyo maelekezo niyokuwa napewa. Wakati naomba nasikia roho